Awadhi Rashidi na hii ni Arusha One Radio. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameitaka China kuzuia mshirika wake Korea Kaskazini kupeleka wanajeshi kwenye ardhi ya Ulaya ikiwa anataka kuzuia upanuzi wa muungano wa kijeshi wa nchi za Magharibi NATO barani Asia. Mnamo Aprili Pyongyang ilikiri kwamba wanajeshi wake walikuwa wakiisaidia Moscow katika kukomboa mkoa wa Kushki ambao ulivamiwa na vikosi vya Ukraini toka Agosti iliyopita, lakini tangu wakati huo umechukuliwa tena na vikosi vya Urusi. Mnamo mwezi Machi mnadhimu mkuu wa jeshi la Urusi Valeri Grasmov alimwambia rais Vladimir Putin kwamba wanajeshi wa Korea Kaskazini wameonyesha weledi wa hali ya juu, ujasiri na ushujaa katika operesheni hiyo. Wakati wa maadhimisho ya siku ya ushindi ya Moskow, Putin aliwashukuru hadharani kwa utetezi wao wa mkoa Kushki wanajeshi wa Korea Kaskazini. Nini kitatokea kwa Korea Kaskazini kwa pamoja na Urusi katika ardhi ya Ulaya? Hilo ni swala kubwa kwetu sote. Ikiwa China haitaki NATO kujiingiza katika maswala ya Asia ya kusini na mashariki, wanapas uya jeshi la Korea Kaskazini kushiriki katika ardhi ya Ulaya akisaidiana na Urusi namu. Mwaka jana rais wa Marekani Joe Biden na viongozi wengine wa nchi za magharibi waliitaka Beijing kudhibiti uhusiano wa kijeshi wa Pyongyang na Moscow wakionyesha wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa ushirika wa Korea Kaskazini. Marekani na Korea Kusini zililaani kitendo cha Korea Kaskazini kukiri jukumu lake katika mzozo wa Urusi na Ukraine kwa kukubali kwao hadharani kutumwa, huku wakidai kuwa wako kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Kwa mara nyingine tena, wanakejeli jumuiya ya kimataifa, wizara ya mambo ya kigeni ya Korea Kusini ilisema, kulingana na shirika la habari la Yonhap. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani akinukuu Reuters alibainisha kuwa mafunzo ya Moscow kwa wanajeshi wa Korea Kaskazini yanakiuka maazimio ya maazimi baraza la usalama la Umoja Mataifa, na akahimiza mataifa yote mawili kusitisha ushirikiano wao usio halali. China imeionya Marekani dhidi ya kucheza na moto juu ya Taiwan, katika kumjibu waziri wa ulinzi wa Marekani kuhitaja nguvu ya Asia kuwa tishio kwa kanda katika mkutano wa juu huko Singapore. Akizungumza kwenye mazungumzo ya shangri siku ya Jumamosi, hegset alisema China inajiandaa kwa hakika kwa hatua kubwa za kijeshi ili kubadilisha usawa wa nguvu wa Asia, akiishutumu Beijing kwa kufanya mazoezi ya uvamizi katika kisiwa cha Taiwan. China inachukulia kisiwa cha Taiwani kuwa sehemu ya eneo lake na imeapa kukichukua tena hata ikibidi kwa kutumia nguvu. Hata hivyo, serikali ya Taiwan imekataa madai ya Beijing ikisema kuwa watu wa kisiwa hicho ndo wanaweza kuamua mustakabali wao. Matamshi ya Hegset yalichochea kemeo la haraka kutoka kwa wizara ya mambo ya kigeni ya China ambayo ilisisitiza kuwa Taiwan bado ni suala la ndani na kuonya mataifa kigeni dhidi ya kutumia swala hilo kama njia ya kujiinua. Ilieleza hatua za Marekani katika Asia Pacific kama kugeuza eneo hilo kuwa buyu la unga. Marekani haipaswi kuburudisha dhana potofu kuhusu kutumia swala la Taiwan kama mpango wa kujadiliana ili Biti China wala haipaswi kucheza na moto. Taarifa ya wizara ya mambo ya kigeni ya China ilieleza Hegseth alikuwa ametoa wito kwa washirika wake katika eneo la Pacific, ikiwa ni pamoja na mshirika mkuu wa usalama Australia, kuongeza nguvu zaidi katika ulinzi, baada ya kuonya juu ya tishio halisi na linalowezekana kutoka kwa China, ikiita Marekani kikosi cha kweli kinachovuruga usalama katika bahari ya Pacific ya Asia. China imeishutumu Marekani kwa kupeleka silaha za mashambulizi katika bahari ya kusini ya China na kuzidisha mivutano ya kikanda Beijing imemshutumu Hexet kwa kuidhalilisha China kwa madai ya uongo na kukuza mawazo wa vita baridi baina ya mataifa hayo. Hexet alipuuza kwa makusudi wito wa amani na maendeleo wa nchi za eneo hili na badala yake akashadidisha mawazo ya vita baridi kwa makabiliano ya kikanda, akiidhalilisha China kwa madai ya uongo na kuitaja China kuwa tishio, wizara hiyo ilisema, ikiongeza kuwa imeanzisha maandamano rasmi na Marekani kwa kile ilichoeleza kuwa ni mazungumzo ya uchochezi Uchi na Ufilipino zinagombea mamlaka juu ya mamla baadhi ya visiwa vya bahari ya Uchina kusini, huku uvamizi ukiongezeka wa baharini kati ya wanajeshi wa pwani hizo, huku zote zikishindana kushika doria kwenye maji. Beijing pia ilikataa madai ya Marekani kuhusu vitisho kwa usafiri wa baharini, ikisisitiza kuwa imekuwa ikiendeleza mazungumzo mara kwa mara ili kutatua mizozo wa kikanda na kulinda haki zake za eneo ndani ya mipaka ya sheria ya kimataifa. Marekani ndio sababu kubwa zaidi inayodhoofisha amani na utulivu katika bahari ya China kusini. Taarifa hiyo ilisema waziri wa ulinzi wa China Dong Jun alikataa kushiriki katika mkutano wa Shangri-La Dialogue kongamano kubwa la usalama la Asia, huku Beijing ikituma ujumbe wa wakilishi wa ngazi za chini kabisa. Ilikuwa ni mara ya kwanza tangu mwaka 2019 kwa China kutomtuma waziri wake wa ulinzi kwenye mazungumzo hayo ya ngazi ya juu ya ulinzi wa kikanda, isipokuwa wakati wa janga la uviko 19 mwaka 2020 2021. Mvutano tayari uko kati ya Uchina na Marekani, mataifa hayo ambayo na uchumi mkubwa zaidi duniani ambapo vita vya kibiashara baina yao umeendelea baada ya vitisho vya ushuru kutoka kwa Donald Trump. Na wapiganaji waliopindua serikali ya kiongozi wa zamani wa Syria Bashar al-Assad na kumweka madarakani rais wa mpito Ahmed al-Sharaa sasa wanatishia uhai wake wa kisiasa, gazeti la The Washington Post limeandika siku ya Jumamosi. Makundi mengi ya wanamgambo wanaongozwa na Hayati Tahrir al-Sham yalichukua mamlaka huko Damascus mwishoni mwa mwaka jana, walijumuisha wapiganaji wa kigeni waliosalia nchini Siria ambao baadhi yao wana uhusiano na makundi yenye itikadi kali kama vile Islamic State na makundi mengine yenye itikadi kali. Wakati Alshara akionekana kuwa na nia kuwaweka pembeni baadhi yao, huku wakiomba ungwaji mkono wa nchi za Magharibi, wanamgambo wa Kiislamu wa Suni wenye msimamo mkali tayari wanampa shida. Washington Post iliandika, baadhi ya wanamgambo hao walihusika katika mauaji ya watu wa Alawiti katika pwani ya Siria mnamo mwezi Machi. Chombo hicho kiliongeza, takriban watu 3akiwemo raia 973 waliuawa katika muda siku chache kulingana ve wa na vyombo vya habari vya ndani. Jumuiya za Wakristo na druzi nchini Siria pia zimeripotiwa kukabiliana na ghasia za kidini za damu tangu mabadiliko ya utawala. Baadhi ya waumini walioshirikiana Al na al-Shara inasemekana wanahasira na jamaa huyo kwa sababu rais huyo hajatekeleza sheria na inadaiwa alishirikiana na Marekani na Uturuki kulenga makundi yenye itikadi kali nchini wa Marekani Donald Trump alikutana na Al-Sharaa na kutangaza kuondolewa kwa vikwazo ambavyo vingi vilikuwa vimewekwa wakati wa utawala wa rais Bashar al-Assad. Al-Sharaa ameitaja hatua ya Trump kuwa ni uamuzi wa kihistoria na wa kijasiri ambao unapunguza mateso ya watu na unachangia kuzaliwa kwa uhusiano mpya na kuweka misingi ya utulivu katika eneo hilo. Muda mfupi baada ya mkutano wa Trump na Al-Sharaa, mwanaitikadi mkuu wa jihadi ya Kisalafi Abu Muhammad al-Makadis alitoa fatwa akimtaja kiongozi huyo mpya Syria kuwa kafiri. Syria bado ni kitovu cha shughuli za itikadi kali na inaweza kuyumba hata zaidi, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio. nchi hiyo imekuwa uwanja wa kucheza kwa makundi ya wanajihadi, ikiwa ni pamoja na IS na wengineo, mwanadiplomasia huyo wa Marekani alionya wiki iliyopita, akiongeza kwamba inaweza kuwa wiki au hata isiyokuwa miezi mingi. Kuna uwezekano mkubwa wa kuzuka kwa vita kamili ya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria na jeshi la ulinzi la Israeli IDF limethibitisha rasmi kuuawa kwa kiongozi wa Hamas Mohamed Sinawar wakati wa shambulio la anga lililofanywa mapema mwezi Mei katika mji wa Khan Yunus kusini mwa Gaza. Kulingana na taarifa IDF iliyotolewa siku ya Jumamosi, mashambulio hayo yalifanywa Mei kumi na tatu kwa uratibu wa huduma ujasusi ya ndani ya Israel Shinbet. Jeshi lilisema lengo lilikuwa kituo cha amri za chini kwa chini kinachoendeshwa na Hamas chini ya hospitali moja huko Gaza. Tumemuua kiongozi mwingine wa Hamas, na ambaye ni sinawari mwingine, IDF iliandika katika X. Sinawar alichukua uongozi wa Hamas baada IDF ya IDF kuwaua kaka yake yahya Sinawar na kamanda mkuu muhamed el deif mwezi Oktoba. Magaidi walioondolewa magaidi walioondolewa wakati wakifanya kazi katika kituo cha chini kwa chini na cha udhibiti katika hospitali moja huko khan Yunus na kuhatarisha kwa makusudi idadi ya raia ndani na karibu hospitali hiyo, IDF ilisema. IDF iliongeza kuwa Sinawar alikuwa na jukumu kubwa katika kupanga na kutekeleza mauaji Oktoba 7. Tangazo hilo lilikuja huku pande zote mbili zikiripotiwa kuashiria nia yao ya kukubali pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano. Wengine waliouawa katika operesheni hiyo ni Mohamed Shabana, kamanda wa kikosi cha Hamas cha Rafa Brigade, na Mehdi Kuara, mkuu wa kikosi cha shirika la Hani Yunus. IDF iliwatambua wote kama wahusika wakuu waliopanga shambulio la Oktoba 7 na kuwachukua mateka wa Israel, wakati ripoti zikionyesha kuwa Israel na Hamas wamekubaliana kimsingi kwa mfumo mpya kusitisha Pigano. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameshikilia kuwa operesheni za kijeshi zitaendelea hadi Hamas itakapoangamizwa kabisa. Na tuitimishe rubaa za kimataifa, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johan Wedpol ameliambia gazeti la SZ kuwa imekuwa wazi tangu mwanzo wa mzozo wa Ukraini kwamba Urusi haiwezi kushindwa, hasa kutokana na hadhi yake ya nyuklia. Waziri huyo alikiri siku ya Ijumaa kuwa ni dhahiri kwamba mzozo kati ya Moscow na Kiev unaweza tu kutatuliwa kwa njia za diplomasia. Ilikuwa wazi mwanzo kwamba vita hivi vinaweza kumalizika kwa njia ya mazungumzo, mwanadiplomasia huyo aliambia gazeti hilo na kuongeza jambo moja ni kweli. Kwa maana ya kuiteka nyara Urusi yenye silaha za nyuklia ni jambo ambalo hupaswi kuliwaza, waziri huyo alisema, akiongeza kwamba sasa tumekuwa waaminifu zaidi katika swala hili, na bado tunashikilia kuwa wanajeshi wa Kiev wamekuwa wakipambana kwa mafanikio dhidi ya vikosi vya Urusi, hilo litakuwa jambo la kujidanganya. Waziri wa mambo ya nje alishikilia kuwa ni muhimu kuisaidia Kiev kupata nafasi thabiti ya mazungumzo katika katika meza ya mazungumzo ya amani na kudai kwamba Urusi ilikuwa ikitishia Ujerumani, kwani ilihalalisha kujipanga kwa kijeshi na kuongezeka kwa matumizi ya ulinzi, akisema kwamba uhusiano kati ya Moscow na Berlin hauwezi tena kuelezewa kama hali ya wazi ya amani baina yao. Mwisho wa rubaa za kimataifa, mimi ni Awadhi Rashidi.